Siku chache baada ya ripoti ya kifo cha Jenerali Francis Ogolla kutolewa. So sasa, aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka amepinga ripoti kuwa Jenerali Ogolla aliaga dunia kwa ajali ya ndege, akisema kuwa anaamini kuwa Ogolla aliuawa. This story is all over in the print media today. Allow me to say, to repeat, I never like to talk much about my own experience, but I pray. I prostrate before the Lord. And I know that General Ogolla was taken out. Gashagwa akisema serikali ya Kenya kwanza imeonyesha ukatili kwa vijana akipeana mfano wa vijana wa Gen Z waliouawa wakati wa maandamano na wanafunzi wa shule upili ya Butere akidokeza kuwa serikali zilizopita zilikashifiwa na hawakuua watoto. Watoto wakiandika vitu hapa kwa mtandao wanashikwa, wanatekwa nyara, wanauawa. Umeona watoto pale Butere wametoa mchezo ya kuigiza. Hata wakati wa Moi kulikuwa ridiculous. Moi never took any action. Si ile ilikuwa ilikuwa ilikuwa ilikuwa inaitwa Uh, wana, wana viongozi na hawa wakilalamika kwa upinzani, umenunuliwa, bunge limenyamazishwa, hivyo kanisa ndilo limebaki kuwatetea Wakenya na kuitaka serikali iheshimu kanisa.

wakiongeza kuwa tayari wameunda kikosi cha kumng'atua mamlakani Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tumesikiza Wakenya wanasema tupangane, tutafute serikali mpya nzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, na huyu Eugene Wamalwa, George Natembea